Kwa niaba ya taasisi ya The Angeline Foundation, siku ya leo tarehe 24 tumepata nafasi ya kutembelea vituo vya watoto wanapolelewa watoto wenye mahitaji. Tumeanza na kituo kinachopatikana kata ya Ilemela, ambapo tumekutana na watoto wenye mahitaji zaidi ya watoto 63 wakiwepo wanafunzi wa shule za msingi, lakini pia pamoja na wanafunzi wa shule za sekondari. Lakini pia baada ya hapo tumetoka tukaelekea katika kituo kingine cha TCRC ambacho kinapatikana kata ya Nyasaka sambamba na hilo leo tumekuja kumalizia katika kituo hiki cha Hisani ambapo kuna watoto wenye mahitaji wakiwepo hivyo hivyo watoto wa shule za msingi lakini pia watoto wa shule za sekondari. Ha, uh, programu hii ni muendelezo wa programu ambazo taasisi hii ya The Angeline Foundation chini ya mkurugenzi wake uh, Mheshimiwa Daktari Angelina Sylvester Rubana Mabula, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, amekuwa akiifanya kila mwaka. Na tumekuwa na utaratibu wa tofauti kidogo na utaona kwa mwaka huu tumefanya tofauti kwa sababu tumekuwa tuna kitu kinaitwa Christmas bonanza ambapo tumekuwa tukisherekea pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira haya ambayo wanalelewa, lakini pia tulikuwa tukishirikiana na watoto na vijana mbalimbali na, na, na tulikuwa tukifanyia katika viwanja vya Furahisha, lakini kwa siku ya leo tumeamua kuifanya kwa tofauti kuja kuvitembelea vituo hivi vya watoto wenye mahitaji kuhakikisha kwanza wanajisikia kwamba wapo na jamii ambayo inawazunguka yenye upendo, lakini pia mbili ni kuhamasisha na kuwahimiza, kwa sababu kama nilivyosema hapa tunao wanafunzi wa shule za msingi lakini pia na shule za sekondari, kuwahimiza waendelee vyema katika masomo yao na mwisho wa siku waweze kuzitimiza ndoto zao. Tunamshukuru sana sana sana mkurugenzi wa The Angeline Foundation kwa namna ambavyo ameendelea kuhakikisha tunaendelea kuvishika mkono vituo hivi, na tunatoa rai kwa wadau wengine tunajua mahitaji ya vituo hivi ni mengi, lakini pia mahitaji ya vituo hivi ni makubwa. Kwa hiyo wadau wengine wasisite, waje kuwatembelea waje kuwaona. Jumanne Rukaka, mkuu wa shule upande wa sekondari, lakini hapa nimesimama kwa niaba ya mkurugenzi au kwa niaba ya uongozi wa taasisi ya TCRC. The Angeline Foundation imekumbuka kituo cha TCRC, sisi tunasema asante sana kwa sababu si kila mmoja atazungumza hapa, lakini kwa niaba ya taasisi tunashukuru sana, na naamini hata vijana hawa wameshukuru kuona mnawakumbuka na wanawasahau wana, wana hata vitu vilivyoko nyuma yao na kukumbuka ya kwamba wao ni kama watoto wengine wenye wazazi wote wenye mazingira ya kawaida. Shukrani sana kwa hilo. Rai yangu ni moja, taasisi zingine kama Angeline, the Angeline Foundation wakumbuke watoto wenye mahitaji katika maisha, kama nilivyosema mwanzo hakuna anayejua kesho ya mtoto wake. Watoto hao wanaokuwa kwenye vituo ikiwemo TCRC hawakupenda kuwa hapa. Majina naitwa Lulu Bonifas, asante. Nasema Angelina Sylvester Mabula Mungu akambariki, popote pale alipotoa Mungu akamwongezea zaidi. Mmefanya kikubwa sana sio kidogo, push na kutusogeza mbele na kuendelea kutupa matumaini, hasa kutuzidishia furaha kwa hawa watoto. Mlichokifanya, mmefanya kazi yenye kuonyesha mna moyo wa utu, moyo wenye kujali, moyo wenye kuthamini na moyo wenye upendo. Kama taasisi kwa ujumla tunasema asante, na kwa kuwa hapa ni nyumbani na nyiye mmethibitisha hilo, basi endeleeni kufika na mwendelee kutusapoti katika kila eneo.